Naam, tunaendelea na taarifa ya habari na sasa tutazame kuhusiana na mitihani ya kuhitimu elimu ya msingi ambayo imeanza nchini kote hii leo ambapo katika siku hii ya kwanza wanafunzi wa darasa la saba wamefanya mitihani ya masomo ya hisabati, Kiswahili na sayansi. Waandishi wa TBC wametembelea baadhi ya shule katika mikoa mbalimbali mbali hapa nchini na kushuhudia hali ya utulivu huku ulinzi ukiwa umeimarishwa ambapo wanafunzi wanaofanya mitihani hiyo wameelezea matumaini yao ya kufanya vizuri. Tupate taarifa zaidi. Wanafunzi wa darasa la saba hapa nchini wameanza mitihani yao ya kuhitimu elimu ya msingi baada ya kuwa darasani kwa miaka saba. Kamera ya TBC imepita katika mikoa mbalimbali kuona namna wanafunzi wanaomaliza elimu ya msingi wanavyofanya mitihani yao. Mkoani Shinyanga, wanafunzi katika shule ya msingi Ushirika wamesema mtihani huo ulikuwa mzuri na hawakuogopa masomo ya sayansi. kama tulivyofanya mtihani wa Kiswahili, mtihani wa Kiswahili ulikuwa ni mrahisi kwa sababu mambo mengi yaliyotolewa mle ilikuwa ninayafahamu. Mii masomo nayopenda ni masomo ya sayansi. Nataka niwe daktari bingwa wa mifupa, niwe nawatibia kama bodaboda wakianguka. Mkoani Dodoma baadhi ya wanafunzi wamesema mitihani ni ya kawaida na kwa wanafunzi waliojiandaa vyema, wana matumaini ya kufanya vizuri na kuendelea na masomo. Mtihani sio mgumu sana na tunatarajia tu ushindi. Mtihani mwepesi. Hali ya mtihani ni nzuri, sio mgumu na sio mwepesi sana, uko kawaida. Jijini Dar es Salaam katika shule ya msingi Msisiri wanafunzi waliofanya mitihani yao nao wakatoa maoni yao. Nina furaha sana ya kufanya mtihani wa darasa la saba na kumaliza itimu yangu. Tunaomba watoto wasiwe na papala wakiingia kwenye chumba za mtihani, wanatakiwa wakae watulie na wasiwe na haraka. Sio, namuona fulani kamaliza na yeye anataka kumaliza, utafeli mtihani. Mtihani ni kitu cha kawaida, usiogope. Fanya vizuri tu, ukiwa na papara papara unaweza ukafeli. Nafurahia kufanya mtihani huu wa kumaliza elimu ya msingi. Nategemea kwenda elimu ya sekondari kujua mengi zaidi kuliko ya msingi na kwenda kuendeleza kipaji changu cha kusoma na kwenda kuendelea mpaka nifike chuo kikuu. Mtihani sio mgumu kivile, labda kuna mitego lakini kwa kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atatusaidia tutaweza tukafaulu. Ana hivyo hivyo, kawaida tu tutafaulu, shule nzima, msisili nzima nini. Maoni ya walimu kuhusu mitihani ya darasa la saba na imani kwamba wanafunzi wote wanaweza wakachaguliwa kwendelea na masomo ya sekondari. Kutokana na takwimu za mwaka jana, kulikuwa na wanafunzi mia moja na kumi waliochaguliwa kwenda walikuwa kwenda sekondari kwa wanafunzi mia moja na tano ambao hawakuchaguliwa ni watano, wavulana wawili, wasichana watatu, na tulishika nafasi ya nane kiwilaya. Pamoja na wanafunzi kujitokeza kufanya mtihani huo katika baadhi ya maeneo kama mkoani Shinyanga, afisa elimu msingi manispaa hiyo Jessica Nyuma amelalamikia utoro, hali iliyosababisha baadhi ya wanafunzi kushindwa kufanya mtihani huo. Jumla ya wanafunzi laki saba tisini na tano elfu mia saba sitini na mmoja wamesajiliwa kufanya mitihani ya kuhitimu elimu ya msingi kwa mwaka huu. Gloria Michael, TBC.